Hii pesa ina mambo mengi sana ya kufanyia na ndio maana sikuhitaji kabisa hata uweze kuiona. Naomba hiyo pesa kanu, naomba hiyo pesa kanu, naomba hiyo ya. Unanipenda au hunipendi? <laughs> Bela, mjinga pekee ndiye ambaye anaweza akapima kina cha mto kwa miguu yake yote miwili. Hiyo pesa au haunipi? sitarajii kuuliza tena. hivi yeah. Eh, kwa nini kila siku haya maswala yaishi? Yani mimi na wewe, ugomvi wetu mkubwa ni hela. Kila siku ugomvi wetu mkubwa ni hela, haya mambo yataisha lini? Lakini nataka kujua unanipa hiyo hela au unipi? Sitaki kurudia tena. Unanipa au haunipi? Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Nyuma ya pazia. Nauli? Kan. Kan. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Sitaki kurudia tena. Kila lenye mwanzo halikosi na mwisho. Ni kukupa ni jambo n sema huwezi kupanda usichokivuna, waenga walisema, nyuma ya pazia. Sasa na uko chumbani siji, na nikiamua vyovile natokomea vile vile. Eti eh, sasa sina mwisho. Waenga walisema huwezi kupanda usichokivuna, waenga walisema nyuma ya pazia. hmm. Pazia ilivyokuwa nje, wamezungumzia kuhusu beda wa kazi ni mbeda wa kazi, kazi kweli au nataka kuyarudia yale ulionifanyia? We unahisi nini? Wanajua naogopa sana, kwa sababu kama itajirudia leo onifanyia haito ni asili peke yangu, tamaiita mtoto. Hivi unajiona nani eh? unajiona malaika katika nyumba eh? Sasa nisikilize, nikikusikia huo mdomo wako unanyanyua kuongea chochote, nitaushona. Sunanijua, unajua mimi sio mbaya kiasi hicho mpaka nisambaze ubaya wako kwa watu wengine. Na ndio maana ni bora ubaya wako niendelee kuficha ndani, kwa sababu sitaki ubaya uendelee kuzagaa nje. Kwa hiyo mimi ni mbaya navo, nisamee sana mume wangu, kwa sababu nimeongea kinyume na maadili ya mke a, kwa sababu huenda hauelewi kasoro zako mwanangu, na ni ngumu wewe kujua kasoro zako kama mwanadamu, ila niombe samani kwa usiku wa leo.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 nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Ujui kwa nini nalia? Kwa sababu yote yamefichwa nyuma, nalia, yote, ya pazia, usaliti na mateso maumivu. Ah, nimechoka ha. Yani, maya maya, uvivu utaacha lini wewe? kwa mwezi kuja upinia hapa ni marai mara moja basi, hata kusema, ukifika hapa basi unisaidia, hata mwezako, hata kupika. Tungejua nilipotoka huko, nimechoka. hata lenimiskoli chakula chako punguza. <laughs> Uvivu mdogo wangu, utakuja kuolewa wewe, hata kwa mama hataamewako, utakuwa mvivu hivi? Oree macho, unacheka? Mi nakwambia, basi nitapika kesho. Aya. <laughs> Ukiambiwa hapo kuzurula hapo kiguna njia yeah, kila e! Yani, kila sehemu utaenda wewe upumziki, lakini kuingia tu jikoni yeah, kazi. Haya, dada yangu, basi yaishi jamani, basi naenda kapiki. Mimi nje na niuma alafu. Yaani nimetoka za kuku, na unasubiri mimi nikupikie. Eh, uende tena ukazurula. Sindi. Aya, nimalizie niingie jikoni mwenyewe, maana hapa ndo kwangu njaji mwenyewe. Ndo wee kwa kwa shazoea chezee usi, kesho nitakusaidia kupika. <laughs> <laughs> akike mvivu kama nini. <laughs> Huh? Baba vipi? Ah, mama, meamkaji salama? Tushemo maa badha asubuhi, salama tukwema. hmm. Vipi mbona unafanya usafi mwenyewe? Mke wangu amepumzika kidogo nikaona ni msaidi msaidi vikazi vikazi kama hivi. Unajua vikazi vyenye vidogo tu hivi. Ungeacha tu babangu. Mbona mimi nipo? Mama. Hii pia ni moja mazoezi. Hmm. Yaani kusaidia vikazi vidogo kama hivi. Ah, nimeona mke wangu nisimwamshi nisimsumbue. Ingawa mimi mwenyewe nipo, tena amempata mume ambaye anampenda kabisa. Kwani simsaidii vikazi kama hivi? Nashukuru, muendelee hivyo hivyo wanangu. Ila kuko hakuna shida yoyote, mimi mwenyewe nilikuwa naosha vyombo hapo nje, nilikuwa nakimaliza tu nije nisafishe huko ndani. Umejipa tabu bure babangu. Mama, ni moja tu mazoezi, wala usijali, nimeona. Wala usichoshe ukotoke kwenye kosha vyombo ujapo, hapana. Nimeona tu mimi nimalize kama hivi, nifanye usafi basi, si vimeisha. Ni moja mazoezi pia. Eti eh, basi sawa. Mi ngoja nimalizie malizia hapo nje. Ah, usijali mama. Mi ngoja nimalizie malizia hapo. Haya, asante. Ah, ndugu yangu Alex. Nadhani unatambua hii hali ambayo niko nayo hivi sasa mm. Sasa nina maisha magumu sana uh. Nikaona nikutafute sababu, wewe unaelewa mishemishe za hapa mtaani, ndio shaona bwana mm. uh. Nilikuwa naomba uweze kunisaidia labda kama uenda kukawa na vikazi vya aina yoyote, au una vikazi vya aina yoyote, basi uweze kunistua uh, bwana. Kan ni kweli, mimi nipo hapa mtaani na pilika pilika zangu, kama unazijua ni boda boda. Unajua kwenye maisha kuna ups and downs, najua sasa hivi hali yako ya kiuchumi haipo sawa natambua kabisa shughuli zetu za hapa mtaani. Cha kukusaidia wewe labda uingie kwenye masuala ya bodaboda, unaionaje? Sawa, bodaboda nayo ni kazi lakini inahitaji uzoefu. Ila labda hamna hata, labda madili mengine ambayo umeyasikia, ambayo unaona kabisa naweza mimi nikayafanya, mbali na pikipiki? Swali lipo hivi, unajua wewe kwa sasa hivi upo nyumbani, bodaboda itakusaidia wewe ili kupata madili mengine. Unapojiingiza kwenye pikipiki, unajuana na watu wengi unapakia watu mbalimbali, wanaweza kakuona wewe ni kijana mstaarabu mm. wakakupa madili. Najua sana una vyeti vingi, umesoma, ndugu yangu, ila unapokuwa huku upande huu madili hayakosekani. Taratibu watu wakikuzoea, utakuwa freshi mm. mimi ntajaribu kuongea na bosi wangu, maana kuna kijana alizingua katika mkataba yao ya pikipiki au kumaliza alikuwa msumbufu kupeleka hesabu ya watu sawa. Hiyo pikipiki ipo tu ndani imepaki, tajaribu kuongea naye nini. Kama uko fresh, pikipiki unachukua, kesho tunaanza kazi, au unasemaje ndugu ya mkano? Basi sawa, mi nimekuelewa, na pia mi nadhani baadaye ndo nitakuja na majibu ambayo yapo sahihi, sababu siwezi kujua huyo bosi na huyo kijana wake walishindwa na kidesaini gani. Basi sawa, wewe usijali, rafiki yangu, mambo akiwa u-ukifikiria vizuri kwenye akili yako, hmm utanipa majibu, utanicheki nini, mi nitawasiliana nayo yule. Ah, hilo basi limeisha ndugu yangu. Jamani, nimekusongea muda mrefu babe. Sasa kuna vitu nakwambia, nimevichukua huko kwa mfano, kama hii hey, hapa, hii hey, miwani, hebu naomba ujaribishe jamani. Wow, amependeza <laughs> <Baby. laughs> kuna hii hey, hapa, kuna hii hey, perfume hapa, wameniambia ni nzuri sana. Tunatakiwa tunukie, yaani unatakiwa unukie, natakiwa ninukie, in short natakiwa tunukie. Jamani, kuna hii nguo hapa hapa, bela bela igi... emgoja ya kwanza. Hivyo vitu vyote ni vizuri sana lakini hiyo pesa yote umetoa wapi? Mimi sinilela jana. Alafu kuna hii gauni hapa ni nzuri bebo, ameniambia hii gauni hapa Si unajua tarehe zenyewe ndio hizi, na gauni yenyewe inaongea, inasema, unaona gauni yenyewe ilivyo nzuri. Lakini pia wameniambia hivi, ndani ya siku hizi tatu kama haitomtosha nirudishe. Kwa unahitaji mawazo yako, naonekana vipi? Ni kweli baby, hiyo nguo ukivaa utapendeza. Thank you. Lakini hiyo pesa uliyoifanyia hayo matumizi ilikuwa ni pesa muhimu sana, hasa hasa ukifikiria hapa tunapoishi mwezi ujao tu inahitajika tuweze kulipia, eh? Lakini pia hivi, Bela, unachofanya una, unaona uko sahihi kweli eh? Usitake kunifanya niamini kuwa wewe ni, we, ni adui yangu namba moja katika kunirudisha mimi nyuma kimaendeleo, kujui kwa nini nalia kwa sababu yote ya yeah. Nyuma ya Pazia. Haya yanayoendelea sio kwamba siumii au sio kwamba sihisi maumivu naumia, ila naogopa kutoa machozi kwa sababu mtu pekee ninanitegemea katika kunifuta haya machozi ni wewe mpenzi wangu, lakini wewe ninayekutegemea bila badilika. Kwa nini? Kosa langu nini jamani? Kosa langu mimi kwenda kununua nguo kwa ajili ya kujistiri kweli? hata leeta sana. Yaani, hapa utaniona wiki ijayo ujiato kuibana hapa mm. <laughs> anapata shida, napata shida sana kuibana yaani, nikiwa sipo busy kwenye mambo yangu nimepumzika, yaani hmm. napenda kumwangalia huyu dada yeye na mume wake ii kapo anapendana. Kapo ya nani? Yaani ee, unajua wana furaha yaani, unajua e, kwerina, ala, yani, ausia, mtu anakushawishi hadi unatamani uingie kwenye ndoa kweli. Yaani ile aya mahusiano yanavutia mtu kuingia kwenye ndoa, embo waone, unaona kabisa wanavuta. Basi eh jamani, haya wenye bahati zao anaenjoy kweli Otaaa ya <laughs> <laughs> rafiki yangu, sema nini? Ni maombi tu, wakati wa Mungu ukifika, umepangia utaingia kwenye ndoa, unaingia kwenye ndoa. Ila ni kweli, yani kama huyu dada jamani, bwana kapata mtu anayempenda, yani wanapendana, kifupi wanapendana. <laughs> oh, <kwa> wanapendana <laughs> <laughs> ni bane bwana, mimi niondoke zangu. Wanaume wengine yaani laki tatu maneno kibao yanamtoka, utafikiri mwandishi wa habari jamani. <coughs> <coughs> Usipotambua umuhimu wa kuridhika, basi huwezi jua madhara ya tamaa. Ukupewa maisha mazuri wala mabaya, umepewa maisha, ni maamuzi yako kuyafanya we mazuri au mabaya. <coughs> Baby, kuna jamaa langu moja hilo linajiita muindi wa Pangani, lina mineno hilo. Umekuwa muimba taarabu siku hizi eh? Baby, nimekuwa muimba taarabu kivipi tena <laughs> nakuona maneno yanakutoka tu eh? Wewe siku hizi umekuwa mswahili eh? umekuwa mswahili si ndio? Bela mpenzi wangu, lakini mimi nipo na simu yangu tu hapa eh? au ndio tayari kushaanza kuchangamka ndani jamani? Ah bwana, hebu acha mambo yako bwana, tumetulia hii eh? furaha usitaki kuikatisha eh? unajua kama tulikuwa na amani Usiniite jina langu sitaki kabisa, yani kabisa, usilitaje jina langu, usijifanye kama unanijua sana wewe. Unasema siku siku ni nzuri, imeanza vizuri, wewe ndio unaivuruga. Naivuruga kivipi, na hali ya kuwa mimi niko na simu yangu, kila ninachokiongea kinahusiana na simu yangu eh? upobize na simu nikobize na simu, hayo yote yanatokea wapi tena jamani? A, Bela, hebu acha bwana, mambo yako bwana. Bela, usimwage maji mengi kisa tu umesikia ladi, ukihisi mvua itanyesha Yule fundi ni, ni mwame, yaani zile suti kanishonea kama nataka kupaa, yaani suti ukivaa inakubana, humu ni mwenyewe mwembamba bana, alafu bana kanibana ah. <laughs> Ila mimi nilikushauri hizo suti zako kutaka ziwe nzuri, ao pale kwa Baba Juma ajapokuwa na bei, lakini suti zake zinakuwa ni nzuri. Si mama, nakumbuka suti yake ya harusi ile, ni kweli yaani zilimpendeza sana. Sasa hiyo siko <laughs> hey, kama ya mtoto <laughs> <laughs> Aa, sasa jamani, mimi naona nisha zungumza sana, afu muda umeenda. Hapa naona kabisa kama nasinzia. Wewe tu niwaage nikalale. Afu mama, kesho si ndo naondoka? Mm. Sasa kwa mimi naona kesho naamka asubuhi sana kwenda kazini na nitarudi muda umeenda, kwa hiyo nahisi kama tutaonana kwa hiyo kuhusu masuala mengine mke wangu kumalizia kila kitu. Basi sawa, baba ina shida. Sawa. Haya, jamani niwaache usiku mwema. Na mimi nakuja dasi mrefu. Kwani mmekuaje? Tatizo la mwanao mama, yani ni mbishi huyo. Yani ni mbishi sana. Mimi nilimshauri kwamba suti zako za kazini ana kushenia Baba Juma. Oh, Baba Juma yeye suti zake bei bei gari, umeona? Kwa hiyo kampelekea mama mmoja anakaa hapo chini, anasema marehema bondeni hapo, kama unavyojua mafundi wa mitaani, yeye ukimpa tu elfu hamsini najua kamwalibia, ndo analalamika hivyo, na kesho inabidi aingie nazo ofisini. Sasa sijui itakuwa vipi. Sasa kala sala tena Eh. Hmm. Hmm. Unajua bora utoe hela nyingi ushonoe kitu kizuri. Kuliko unatoa hela ndogo mwisho wa siku ndo haya. Yaani. Ah, mama <laughs> Mimi nikuwachi yani kaamaa nimechoka leo. Nimechoka sana kweli. Dai na kuona? Ah, pole. Mama tutaongea kesho. Kesha

Pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Kila lenye mwanzo haliko sina mwisho, wahenga walisema, huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema, nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso maumivu na mapenzi, ulinisini we mtulivu, leo imekuwa ni hasara kwangu, moyoni yamejaa hayo maumivu, macho yangu hayaoni mbele, ni mbele ni ukungu huju hujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia